Kitendawili cha wanajeshi wa China kupigana bega kwa bega na Russia ndani ya ardhi ya Ukraine kinaendelea kukua ambapo awali Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine alianika kwenye umma kuwa wamewakamata wanajeshi wawili wa China wakipigana upande wa vikosi vya Russia ya Vladimir Putin. Baadaye fununu zikaenea kuwa huenda wakawa ni wengi zaidi. Kisha Rais Zelensky akaibuka tena na kusema kuwa majasusi wa Ukraine wamethibitisha uwepo wa mamia ya wanajeshi wa China wanaopigana mstari wa mbele wakiwa upande wa Russia. Wanajeshi hao wawili waliokamatwa na Ukraine waliwekwa hadharani na kuzungumza na vyombo vya habari siku ya jana, ambapo walisema kuwa walijiandikisha kupigana kupitia mitandao ya kijamii na kuongeza kuwa pia lilikuwa ni rahisi na inawezekana kuajiriwa kupitia mtandao wa TikTok. Waliomba warejeshwe nyumbani kwa kubadilishana na wafungwa wa kivita wa Ukraine wanaoshikiliwa nchini Russia. Kila tulichosikia kutoka kwa Warusia kilikuwa uongo, Wang Guangjun, mmoja wa wanajeshi hawa, aliwaeleza waandishi wa habari huku akiongeza kuwa ilibainika kuwa Russia si yenye nguvu kama ilivyodaiwa, na Ukraine si dhaifu hivyo. Kwa hiyo, ni bora mtu asiingie vitani kamwe. Tunayo taarifa kuwa takribani raia wa China mia kadhaa wanapigana wakiwa sehemu ya vikosi vya uvamizi vya Russia, Zelensky alisema. Maofisa wawili wa, wa Marekani waliambia shirika la habari la Reuters siku ya Jumamosi kuwa takriban ni Wachina mia moja wanapigana nchini Ukraini kama mamluki bila uhusiano na serikali ya Beijing, lakini China imetuma maofisa mstari wa mbele kama wachunguzi wa kijeshi nchini humo. Katika hatua nyingine, mabadiliko ya pekee ya kidiplomasia yaliyodhihirika yalitoka kwa Rais Volodymyr Zelensky ambaye alibadilisha mkakati wake kwa Marekani na kutangaza kuwa Ukraine iko tayari kununua mifumo kumi ya ulinzi wa anga ya Patriot baada badala ya kuomba ichangiwe mifumo hiyo bure. Kichocheo cha uamuzi huo kilikuwa shambulizi la Russia lililotokea Jumapili ya Matawi, Aprili 13, mwaka huu ambapo watu 35 waliuawa, zaidi ya 100 wakijeruhiwa huku wanajeshi wa jeshi la Ukraine zaidi ya sitini nao wakiuawa baada ya Russia kurusha makombora mawili ya ballistic katika jiji la Sumi. Vikosi vya uokoaji vililazimika kukata miili ya kutoka kwenye magari yaliyoteketea kwa moto, huku miili mingine ikitapakaa barabarani. Shirika la ujasusi la kijeshi la Ukraine liliripoti kuwa makombora hayo yalikuwa aina ya Iskander M/KN23. Balozi wa Marekani mjini kyiv, Bridget Brink alikiri kuwa vikosi vya Russia vilitumia vichwa vya vilipuzi vya mtawanyiko, yani cluster Munitions kutekeleza shambulizi hilo. Wizara ya Ulinzi ya Russia nayo ilidai kuwa shambulizi hilo halikulenga raia kiholela bali lililenga mkusanyiko wa makamanda wa kikosi cha kijeshi cha Ukraine cha Siversky. Russia ilishutumu Ukraine kwa kufanya mikutano ya kijeshi katika maeneo ya kiraia kwa lengo la kutumia raia kama kinga ya kibinadamu na ilitoa madai hayo kama baada ya kuua raia takriban 20 katika jiji la Kyiv mnamo Aprili 4 mwaka huu. Jeshi la Ukraine lilisema kuwa droni zake zilishambulia vituo kadhaa katika mkoa wa Kurski vinavyobilikiwa na kikosi cha Russia kinacholaumiwa kwa mashambulizi ya makombora dhidi ya Sumi. Siku mbili baada ya mashambulizi hayo ya Sumi, Zelensky alimwambia katibu mkuu wa NATO Mark Rutte kuwa Ukraini iko tayari kununua mifumo ya Patriot, nanukuu, hatuiombi tu Patriot, tuko tayari kuinunua. Zelensky alimwambia Rutte wakati wa ziara yake mjini Odessa nchini humo, msemaji wa jeshi la anga la Ukraine Yuri Ignat alisema kwenye kipindi cha televisheni wiki iliyopita kuwa jumla ya makombora 137 ya ballistic yaliangushwa tangu vita kuanza, na kuonyesha kuwa eneo hilo makombora ya ballistic yanaangushwa tu na mifumo ya Patriot. Hakukuwa na taarifa yoyote kutoka utawala wa rais wa Marekani Donald Trump kuhusu iwapo uko tayari kuuza mifumo hiyo kwa Ukraine. Tangu Trump alipochaguliwa, Marekani imejiondoa katika kwenye kikundi la mawasiliano linaloundwa na takriban nchi hamsini zinazotoa msaada wa kijeshi kwa Ukraine. Hata hivyo, wanachama wa kundi hilo waliendelea kuahidi msaada kwa Ukraine siku ya Ijumaa. Ujerumani iliahidi kutoa mifumo minne ya ulinzi wa anga ya IRIS, yani IRIS-T, ya masafa mafupi, mifumo 120 ya ulinzi inayobebwa na mtu mmoja na makombora 30 ya kukinga ya mifumo ya Patriot pamoja na vifaa vingine. Denmark nayo na ilitangaza kuwa itatoa euro bilioni moja sawa na dola bilioni moja nukta moja kwa Ukraine kama msaada wa kijeshi hadi mwaka 2027 ikijumuisha ulinzi wa anga, mifumo ya mizinga na risasi. Kwa upande wake, Uingereza na Norway zilitangaza kifurushi cha dola milioni 600 kwa ajili ya ukarabati wa matengenezo ya magari, rada, mabomu ya kupiga vifaru na maelfu ya droni. Norway pia iliahidi dola milioni 938 zaidi kwa ajili ya kuandaa kikosi kipya cha Ukraine. Ruti alisema kuwa mwanachama wa NATO wameahidi euro bilioni 20 sawa na dola za Kimarekani bilioni 23 kama msaada kwa Ukraine katika robo ya kwanza ya mwaka 2025. Kwa upande wake, Kajakala alisema kuwa wanachama wa EU wengi wao wakiwa pia wanachama wa NATO wameahidi kuwa watatoa euro bilioni 23 hadi sasa kwa mwaka huu ikilinganishwa na euro bilioni 20 kwa mwaka jana. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.